Na mtazamaji, hebu sasa tuangazie taarifa za biashara. Wakati taifa linapojiandaa kuadhimisha sikukuu ya utamaduni, wizara ya biashara, viwanda na uwekezaji imezindua maonyesho ya sanaa kwenye ofisi zake jijini Nairobi kwa nia ya kuwajumuisha wasanii wa humu nchini kwenye mpango mpana wa kitaifa wa biashara. Katibu katika wizara ya biashara Regina Ombam amesema mpango huo unapiga jeki juhudi za serikali za kupanua uchumi kupitia ukuzaji wa mahuruji ya bidhaa za kitamaduni na ujasiriamali bunifu kama vitega uchumi vipya na mbinu za kubuni nafasi za ajira. Taarifa hii ni kwenye kitengo cha kapu la biashara. Sekta ya ubunifu humo nchini huchangia pakubwa juhudi za kubuni nafasi za ajira na zile za uuzaji bidhaa katika mataifa ya kigeni zikiwemo vifaa vya sanaa, filamu na mavazi. Katibu katika wizara ya biashara Regina Ombam amesema serikali inajizatiti kuwaunganisha wasanii na, kuwa wasanii na watengenezaji bidhaa ili kupiga jeki utayarishaji wa vifaa vya kuuzwa katika mataifa ya kigeni the language, the food, the products that you have really speak to your culture in itself. so Kenya is actually moving towards ensuring that uh, our products are competitive, our products are of value, and we are going out of our way to really showcase what Kenya can do. kwingineko vijana zaidi ya miatatu wenye biashara ndogo na za kadri kutoka kaunti ya Bomet wamepokea mafunzo kuhusu jinsi ya kutambua na kutumia fursa za kibiashara zinazopatikana kupitia mipango mbalimbali mbali ya serikali. Afisa mkuu mtendaji wa kampuni ya 20X Entrepreneur iliyoandaa mafunzo hayo Yunis Mboro aliwataka kujifunza jinsi ya kupata ufadhili kutoka hazina ya Hasla, Uwezo na nyingine zinazosimamiwa na serikali Micro na mwishowe, vyama vya ushirika vimeongeza uhamasisho kwa wanachama wao kuhusu usimamizi bora na uwekezaji mwafaka ili kuwawezesha kujiinua kiuchumi. Maafisa wa chama cha ushirika cha Baraka Yetu wamesema mafunzo hayo pia hutoa nafasi ya kupata maoni ya wanachama mbali na kufafanua kuhusu huduma mpya zinazozinduliwa.